Mtazamaji wa Takukuru TV. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa amewataka watumishi wa umma kote nchini kuendelea kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahusisha ukarimu, upokeaji mzuri, usikivu kwa wananchi na utoaji huduma bora kwa kuzingatia sera, sheria, kanuni na miongozo ya utumishi wa umma. Mheshimiwa Majaliwa ametoa wito huo tarehe 23 20 Juni 2025 wakati akihitimisha maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya utumishi wa umma yaliyofanyika katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma. Taasisi zote za umma ambazo zina zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikishe kuwa mifumo hiyo inasomana na uwezo kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo ili twende kwenye gurudumu moja la kube, kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Ya pili, mamlaka ya serikali mtandao iga, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa, lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani mmenieleza mesema kwamba ndivyo ilivyo. Nasisitiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Tatu, taasisi tena zote za umma endeleeni kutenga bajeti ya kutosha, ili kushiriki kikamilifu bila kukosa katika maadhimisho ya wiki ya watumishi wa umma kila mwaka ili utaalamu wenu elimu yenu mambo yote ya msingi mje myaonyesha na wananchi wapate nafasi ya kujua nini kipo ndani ya utumishi wa umma. Lakini muhimu zaidi, watumishi wa umma wenyewe waone ndani ya utumishi yaliyopo na maboresho ambayo yanaendelea, na kwa kufanya hivyo nne. Mikakati iweze kuimarishwa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kutumia fursa za uwepo kwa maadhimisho kama haya, ili wajitokeze na waweze kunufaika na yale yote ambayo yanawagusa kwa wakati huo, iwe ni ya papo kwa papo au hata kama ataamua kutembelea ofisini baadaye, lakini lazima fursa hizo ziwe wazi kwa wananchi. Tano, kwa watumishi wa umma, endeleeni kuzingatia miiko na maadili ya utumishi wa umma ambayo yanahitaji ukarimu kuwapokea wananchi, kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia ipasavyo. Na unapompokea na kumsikiliza na kutaka kumhudumia, anaweza kuja kuwa na tatizo ambalo wewe unayepokea na kuuliza halikugusi. Wajibu wako katika kumhudumia ni kumwonyesha mahali sahihi atakapopata huduma hiyo. Huu ni wajibu wa mtumishi, lakini tunapofanya haya lazima tuzingatie sera ya nchi, sheria, kanuni na miongozo iliyopo ndani ya idara unayohusika katika kutoa huduma kwa watu wetu. Sita, kwa viongozi na wakuu wa taasisi wote nchini, andaeni utaratibu wa uelewa wa mifumo muhimu ya kiutumishi kwenu nyie wenyewe lakini na, na staff wenu lazima wajue namna ya kutumia mifumo hiyo. Uwezeshaji wa kupeleka mafunzo kwa hao ili waelewe ni muhimu, na watumishi wengine wa umma hata walioko vijijini na wapate nafasi ya kuelimishwa mifumo iliyopo. Kama inatumika makao makuu tu, na wao lazima wajue ili waweze kufanya kazi yao vizuri. Kabla ya hotuba ya mgeni rasmi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene alieleza kuwa maadhimisho ya mwaka huu yamekuwa ya, ya kipekee kutokana na uzinduzi wa mfumo jumuishi wa utoaji huduma unaounganisha mifumo yote ya serikali inayotoa huduma kwa wananchi. Mfumo huo umelenga kuhamasisha upatikanaji wa huduma kupunguza urasimu na kukomesha vitendo vya rushwa katika sherehe za mwaka huu. Pamoja na mambo mengine mazuri, tumeweza kushuhudia matukio mawili ya uzinduzi wa mifumo, mfumo unaojumuishi ambao unaunganisha eh, mifumo mingine yote kutoka kwenye maeneo ya kutolea huduma ambao unajulikana kama government, ES, ESB, yaani government bus ambao mfumo huu kama ulivyoelezwa na mtendaji mkuu wa eGA, injinia Ndomba, kimsingi umerahisisha sana utoaji wa huduma. Taasisi mbalimbali za msingi zimekwisha jiunga hadi sasa na hadi sasa tuna taasisi zaidi, zaidi ya 180 zimejiunga na zinawasiliana na hivyo kurahisisha sana utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa sababu kwanza inapunguza msongamano wa kwenda kwenye ofisi zetu kufuatilia huduma kutoka taasisi moja kwenda nyingine, lakini pili inasaidia kupunguza urasimu, lakini pia hata kupunguza rushwa, kwa sababu sasa wanaweza kupata huduma kutoka kwenye simu zao za mkononi, wa, waki, wakitaka huduma kutoka kwenye taasisi hizi ambazo zitakuwa zimeunganishwa na kujumuishwa, lakini pia ubadilishanaji wa taarifa hizi unaharakisha zaidi utoaji wa huduma. Kwa, kwa upande wake, akitoa salamu za mkoa mkuu mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule alitumia fursa hiyo kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kuendelea kuboresha mazingira ya kazi pamoja na ku kuwapatia watumishi wa umma vitendea kazi vya kisasa ili kuongeza ufanisi katika utendaji lakini pia Mheshimiwa Rais ameboresha mazingira ya kazi ya watumishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni shahidi, ukipita Dodoma, maofisi mapya ni mengi na yamejengwa kisasa, watumishi wanakaa ndani wanafanya kazi kwa raha. Na hali hiyo sio tu Dodoma mjini, hata vijijini tukienda, walimu wa, wa shule wengi walikuwa hawana ofisi. Sasa hivi wanajengewa ofisi za kisasa, zahanati zinajengwa na ofisi kila panapojengwa, mazingira ya watumishi yanapewa uzito wake. Lakini pia tumeshuhudia ongezeko la vitendea kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika miaka minne hii sikumbuki idara ambayo haijapata magari kwa ajili ya kutendea kazi kila idara hata ambazo zilikuwa nafikiri zimesahaulika kwa muda mrefu, zimepata vitendea kazi, magari, pikipiki, vishikwambi na kila kitu cha kufanya watumishi wafanye kazi kwa furaha. Kwa hiyo ninaposherehekea wiki hii, sisi mkoa wa Dodoma tunatoa shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais na serikali yote kwa ujumla kwa jinsi ambavyo wamerahisisha kazi za watumishi. Na hayo waliyoyafanya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamepelekea ya kuimarika kwa huduma kwa jamii. Wafanyakazi wamekuwa na furaha, wamepu, wameongeza huduma, lakini tumeshuhudia kupungua kwa kero. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watumishi hawa sasa hivi wanajitahidi sana kutatua kero za wafanyakazi, kwa sababu wana furaha kwenye kazi zao lakini wanasimamia miradi vizuri, kwa sababu wao ndio wanatoa maarifa kule kwenye miradi baada ya mheshimiwa rais kuleta fedha. Yote hayo yametokana na kuimarika kwa mazingira bora ya utumishi. Tunawapongeza sana. Mtazamaji, hadi hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Asante kwa kuwa nasi, endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia TAKUKURU TV. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu,